Afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika alhaqqu kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab, Je, anayejua ya kwamba yaliyoteremshwa kwako kutoka kwa Mola wako mlezi ni haki ni sawa na hali ya kipofu? Kwa hakika kabisa wenye akili

na wakasimamisha sala na wakatoa katika tulivyo waruzuku kwa siri na kwa uwazi, na wakayaondoa maovu kwa mema. Au ndio watakaopata malipo ya nyumba ya akhera. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim

na watapata nyumba mbaya. Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir wa farihu bil hayati dunya wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mataa, Allah humkunjulia riziki ya mtakaye na huibana na watu wa Makka wamefurahia maisha ya dunia na uhai wa dunia kwa kulinganisha na akhira si kitu ila ni starehe ndogo. wa yaqulu alladhina kafaru laula unzila alayhi ayatun min rabbi qul inna allaha yudhillu man yasha wa yahdi ilayhi man anab, na wanasema waliokufuru, kwa nini hakuteremshiwa muujiza kutoka kwa Mola wake mlezi sema, hakika Allah humpoteza amtakaye na humwongoza atakaye kuelekea kwake. alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub, wale walioamini na zikatua nyoyo zao kwa kumkumbuka Allah. Hakika kwa kumkumbuka Allah ndiyo nyoyo hutulia.

litatlu alayhim alladhi awhayna ilayka wa hum yakfuruna birrahman. Kama tulivyowatuma mitume waliotangulia, kama hivyo tulikutuma kwa umma ambao ulikwisha pita kabla yao, nyumati nyingine, ili wasomee tunayokufunulia na wao wana mkufuru Rahmani. qul huwa rabbi la ilaha illa hu Matab. Sema yeye ndiye mola wangu mlezi, hapana mwabudiwa kwa haki isipokuwa yeye tu, kwake tu nimetegemea, na kwake tu ndiyo marejeo. walau anna qur'ana sunirat bihi aljibalu au qutiat bihi alard au kullima bihi almauta bal lillahi alamru jami'a hii Qur'ani ilitosha kabisa kuwa muujiza lau wangekuwa na akili. Na kama ingelikuwa hii Qur'ani ndiyo itumikayo kung'olea milima kwa kule kuteremka na kusoma kwake, au kupasuliwa ardhi ili iwe mito na kadhalika, na kusamehewa wafu kusomewa ili wawe hai, basi ingelikuwa hii Qur'ani, na pia wasingeamini, bali mambo yote ni ya Allah.

au tahullu qariban min darihim hatta ya'tiya wadu llah inna allaha la yukhlifu almiad, wala wale waliokufuru awaachi kusibiwa na majanga kwa walioyatenda au ikawateremkia adhabu karibu na nyumbani kwao, mpaka ifike ahadi ya Allah. Hakika Allah havunji miadi yake.

na wakamfanyia Allah washirika, sema, watajeni! Au ndiyo mnampa Allah habari ya wa washirika asio na habari nao katika mbingu na ardhi? Au ndiyo mnawasifu hao washirika kwa maneno matupu? bal zuyyina lilladhina kafaru makruhum wa suddu anis sabil wa man yudlilillahu fama lahu min had. Bali waliokufuru wamepambiwa vitimbi vyao na wamezuiliwa njia ya haki, na ambaye Allah amemwacha potee, basi hana wa kumwongoa. lahum adhabun fil hayatid dunya wal adhabul akhirati ashq wa ma lahum min Allah min waq, au makafiri wana adhabu katika maisha ya dunia na adhabu ya akhira ni nzito mno, na wala hawatakuwa na wakuwa hami na adhabu ya Allah.